Marehemu na mfahamu nikiwa katibu tawala na nikiwa msaidizi wa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, wakati wanadai haya maeneo toka huko walikokuwa wameamishwa, kuleta hapa miaka hiyo ya 2016 2015 wale wazee ndo walikuwa wanakuja kuonyesha namna gani mali za serikali zilivyokuwa zina bebwa hovyo, viwanja vinachukuliwa hovyo. Walikuwa wanasema ukweli toka wakati huo, toka wakati huo. Inawezekana utakapokuwa unasema ukweli, ukweli ule ukamuumiza mtu, kwa sababu ukweli unamtaja mtu mwizi. Akikamatwa naiba huwa anaomba asipigwe licha ya kuwa amefanyaje, na huwa hakubali. Mwizi yule, ukikaa naye vibaya, anaweza akakuzuru. Kitendo cha kukuzuru kwa mwizi hakimaanishi alikuwa na haki. Tunaelewana? Mwizi amekuja kukuibia kwenye nyumba yako ukamwona anaiba hana haki ya kukupiga wewe na kukuua kwa sababu umemwona na kuibia mali yako, na wewe huna haki ya kupiga kelele? Ni kweli, hiyo ni kweli. Maana yake sio justification kwa Kiingereza kwamba wewe uliyefanya batili unaweza kuhalalisha batili ya uhai wa mtu, sio sawa. Ndio maana nimefanyaje ili jeshi la polisi lifanye kazi yake. Hakuna mtu ambaye ana haki ya kutoa uhai wa mtu mwenzie, hakuna. Hakuna mtu mwenye mamlaka ya kutoa uhai wa mtu mwingine yoyote kwa namna yoyote. Hauwezi ukakaa kwenye batili ukafanya vitu batili ukajihalalishia kwa ubatili wako kwamba unaweza kutoa uhai kwa mtu anayesema ukweli. Hapana. Eneo hili ni eneo la shule, wote hapa mnajua, uongo kweli? Hati iliyokuwepo hapa ni ya shule. Hati inatolewa kwa mujibu wa nini? Yeyote aliyekuwa juu ya hati ile amekaa kinini, kibatili, kwa sababu hati ni ya nini? Ya shule. Huwezi kujialalishia kwa sababu mwenyekiti alikupa eneo la shule, alafu wewe una haki ya kukaa kwenye eneo la shule? Hakuna hiyo, alafu unakwenda kutoa uhai wa mtu kwa sababu yule mtu anasema ukweli, alafu unajiona una haki? Hakuna. Ni vizuri wenzetu wa jeshi la polisi mkatafakari, mkaenda kuchukua hatua zinazostahili. Mgogoro huu wa hapa uko mpaka mahakamani, watu wameenda wameshinda kesi, wameenda wamefungua tena kesi, mnakuja mnatoa uhai alafu bado unajisifia. Sio sawa hiyo, si sawa. Hivyo ni wahakikishieni, nikitoka hapa nitapita kwenye hizi nyumba na nitaenda kwa marehemu, ila wote waliofanya hichi kitendo, mmoja mmoja atakamatwa, ataenda mbele ya sheria. Mmoja mmoja lazima akamatwe na apelekwe kwenye vyombo vya sheria. Nimemwagiza kamanda RPC, nimemwambia OCD lazima